Yanga na kupata eh, mambo kwenda hivyo tatu kwa tatu, mchezo ambao ni wa kukumbukwa. Kwa hiyo Yanga anaingia katika mchezo huo tayari akiwa amecheza mchezo mmoja, ameshashinda mchezo huo, lakini pia aje akupata sare wala kupoteza kipya wale goal difference tatu kwa pointi tatu. Kwa upande wa klabu ya Mbeya City, nafasi ya 11, mchezo amecheza miwili, kashinda mmoja, haja sare, amepoteza mmoja, goal difference ni ana deni ya goli moja, lakini pia ana alama katika michezo mitano ya kila timu klabu ya soka uh, yes, michezo ya mashindano hususan klabu ya soka ya Yanga pamoja na Mbeya City mambo imekuwa tofauti ah, kidogo. Kwa hiyo kwa hiyo, bila kusahau eh, mchezo mwingine ambao utakwenda eh, kushuhudia usiku wa leo ni mchezo ambao ni hatari kwa Yanga mwisho kupata ushindi ilikuwa ni tarehe 26 mwezi wa 11, 11, ya 2022 ambapo alikiwa nyumbani apata ushindi mabao mawili kwa sifuri wa goli lilifungwa Fiston Kalala Mayele dakika ya ishirini na nne na dakika ya sabini na nane Yes, mambo akawa hivyo. Fiston Kalala Mayele akaiandikia klabu ya Yanga bao hayo mawili na kupata ushindi lakini pia mara ya mwisho pia kupata ushindi kabla ya hapo ilikuwa ni mwaka 2020 Yanga alipata ushindi wa bao moja kwa sifuri goli lilofungwa na Lamini Moro. Yes, kama nakumbuka, kona ilipigwa na Carinhos moja kwa moja kwa kichwa, kichwa kama ilizia Moro dakika ya 86. Kwa hiyo ni mchezo mkali za kwenda kushuhudia siku hii ya leo, si mchezo wa kimwepesi mepesi, hususan club ya soka ya Mbeya City wao, ambao huwa wanakuwa nyumbani. Lakini nawaambia club ya soka ya Mbeya City wao wamefunga magoli mawili tu katika mchezo wake mitano ya mwisho lakini pia Yanga amefunga magoli kumi na tano katika michezo yake mitano ya mwisho, michezo mitano ya mwisho klabu ya soka ya Mbeya City ameshinda mchezo mmoja tu dhidi, uh, yes, ya Fountain Gate akifunga bao moja kwa sifuri akapata pia ushindi wa bao matatu kwa sifuri dhidi ya Ulete Bengola. Akapata ushindi pia mwingine wa bao moja kwa sifuri dhidi ya klabu ya soka ya Simba. Pia akapata ushindi mwingine wa Ah, yes, mabao matano kwa sifuri. Simba Arusha ipata ushindi mabao matano kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji. Yes, Maxim pia Zengere akikamilisha idadi hiyo. Kwa hiyo sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba utapitwa na matukio na matokeo yote yatakayoendelea katika mchezo wa siku hii ya leo. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tutakuletea highlights zote kwa kadri ambavyo tunaweza kuzipata, na kama ulikuwa kwanza kutana video hii, basi usisahau kusubscribe, like na kushare pamoja na kucomment, asante.